Katika bajeti hiyo iliyopitishwa na ngazi ya mkoa, sekta ya afya imeonekana kupewa kipaumbele zaidi, kwa uzito wake, ukizingatia kwamba mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa ambayo iko nafasi za juu kwa udumavu. Tuna hospitali ya wilaya, wamepanga bajeti yao, gloves zipo, tusiruhusu hilo jambo. Na bahati nzuri, hapa naona watu ya yang's don't etetea mambo ya kipuzi puzi haya. mama meno hospitali alafu aenda kanunue kitu famasi ili ajifungue. Huu ujinga tusiruhusu kabisa kabisa. Sekta nyingine inayotizamiwa kupewa kipaumbele zaidi ni utekelezaji wa miradi viporo, hususan sekta ya afya ambayo aidha haikumalizika kwa kukosa fedha, ama miradi ile iliyoanzishwa na nguvu za wananchi na kushindwa kukamilika. Mambo yapo maboma, upande wa shule za misingi, upande wa sekondari, upande wa vituo vya afya, tunazo zaanati ambazo hazijakamilika. Tunapozungumzia sekta ya afya inawasaidia inawasaidia wananchi wananchi kuboresha afya zao lakini kuimarika kiuchumi. Bilioni mia mbili zilizopitishwa na ngazi ya mkoa zinajumuisha bajeti ya halmashauri zote sita kwa mgawanyo wa ufuatao: halmashauri ya mji Makambako, bilioni 33.8; halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, bilioni 49; halmashauri ya wilaya ya Njombe, bilioni 32.3; halmashauri ya mji wa Njombe, bilioni 45.6; halmashauri ya, 45 ya wilaya ya Ludewa, bilioni 40 na Makete ni bilioni 38. Tunaidhinisha rasimu ya bajeti hii. Yeah. Yeah. Katika bajeti hiyo ya kila halmashauri kuna asilimia kadhaa ya bajeti ambayo imetengwa na kufanya jumla ya shilingi milioni 400 kwa mkoa mzima zitakazotumika kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya lishe Tunapita katika halmashauri zetu kuhamasisha wazazi waweze kula chakula kilichokuwa bora, waweze kufanya mazoezi pindi wakiwa wajawazito. Tutaendelea kutumia wataalamu wetu, lakini hata sisi viongozi kwenye mikutano mbalimbali, kujaribu kuhamasisha wanawake kuzingatia lishe bora wakiwa wajawazito. kwa mujibu wa utafiti wa kitaifa wa demografia ya afya na viashiria vya malaria mwaka 2022 unaonyesha kwamba mkoa wa Njombe unakabiliwa na tatizo la udumavu kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano kwa zaidi ya asilimia 50.4, wakati mkoa wa Katavi wenyewe ukiwa na asilimia 30.2. Jina langu ni Dickson Kanyika, hii ni Star TV.